zangu familia, Baba, niliyo, familia Masomu, ya Mungu, kama nilivyotangulia kusema, masomo ya dominika ya leo yanatuelekeza kutafakari kuhusu umuhimu wa sala katika maisha ya Mkristo na pia kuiona sala kuwa inaunganika kabisa na kazi tunazo zaidi sana, nikasema pia, leo tunakumbushwa wajibu wetu wa ubatizo, kwamba kila mmoja wetu kwa ubatizo ni misionari. Na kama misionari, tujiulize ni kwa namna gani tunamshika mkono Baba Mtakatifu katika wajibu wake wa kitume wa kuitangaza habari njema. Yani, hali kadhalika ni kwa namna gani tunamshika mkono askofu wetu mkuu katika wajibu wake wa wakwachungaji wa uinjilishaji katika jimbo letu. Tuyaunganishe haya yote katika wazo kuu la sala na kazi za, tumeona katika somo la kwanza huwa palikuwa na uadui mkubwa kati ya taifa la Israeli na hili taifa la Waamaleki Wamisri. Waisraeli wa walipokuwa kutoka Misri utumwani, wakielekea katika nchi ya ahadi, walipita katika mipaka ya taifa la kabila hilo la Waamaleki katika kabila hilo, Waisraeli walichoka kwa safari, wana njaa, wana kiu, na walipowaomba wawapatie maji, kwa sababu ya ule uadui uliokuwepo kati yao, Waamaleki hawakuwapatia maji. na unapowafurahi watapata waginaisema mchungaji ina thamani kuliko kitu chochote. Na unapoona mifugo yako inakufa kwa kuwa haina maji, na pale pana kisima cha maji, hata kama kunalitwa namna gani, yule mfugaji yuko tayari kufa avamie kile kisima ili mifugo yake ipate maji. Katika mazingira hayo, sasa Musa anaamuru Yoshua aende akapambane na wale wa Amaleki na yeye apande mlimani <coughs> kwenda kusali. <coughs> Ao, kuna wanaopigana vita lakini kuna Musa na Aruni na Uri wako mlimani wanasali. Nasoma nakuambia kuwa kila Musa alipoinua mikono yake juu Waisraeli walishinda alipochoka na kushusha ile mikono Waisraeli walipigwa. wa Sasa Haruni na Uli wakapata akili, wakamletea Musa jiwe waka akalikalia, na wao wakaisapoti ile mikono yake baki juu chana mpaka jioni, na Waisraeli wakamaliza kazi. Hapa tendo la kuinua mikono ni tendo la kusali, na sala ni mawasiliano kati ya mtu, kati ya kikundi, kati ya jumuiya, kati ya kanisa na Mungu. Kwa hiyo leo tunakumbushwa, ili tukabiliane na changamoto zetu mbalimbali tuweze kuwa na kazi zenye mafanikio, tunakumbushwa kuwa tunao huo wajibu wa kuinua wa mikono yetu juu na kusali, na daima tunapoinua mikono yetu Mungu anatusikiliza na kujalia yale tunayoomba kwa imani. Wazo hili katika somo la kwanza, ndugu zangu, limeoana vizuri na injili yetu ya leo. Yesu anapo kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Tuombe kwa imani, kwa uchaji na, na kwa bidii, na tunapofanya hivyo, tuna uhakika kuwa Mungu amsikiliza. Na anatoa mfano huu wa huyu mama mjane aliyemwendea kadhi mtawala, ambaye hamuogopi Mungu, hamjali mtu yoyote na alipomwendea kumwomba apatiwe haki na yake, yule kadhi alimdharau, hakuona lolote kwa yule mama. Lakini tendo lile la kuendea endea kusali bila kuomba bila kuchoka na bila kupata tamaa, kadhi yule anabadilisha mawazo yake, japo simwogopi Mungu, japo simwogopi mtu yoyote, lakini kwa sababu ya bugudha anailetea k tampatia haki yake. Halafu Yesu anasema msikilize ku kazi zalim na Mungu, je, hatampatia hati ule anayemwomba kwa imani wakati wote? Kwa hiyo leo tunaambiwa tusali, tusali kwa bidii kwa uchali, na tusali tukiwa na imani kwamba lazima na tunapofanya hivyo, tunaambiwa kwa hakika kile tunachokiomba kwa imani tutakipata, kama vile huyu mwanamke mjane n <coughs> alivyopata haki yake, si kwa sababu yule ana hofu ya Mungu bali kwa sababu alisumbuliwa. Lakini Mungu hasumbuliwi na sala zetu, bali anafungua mikono yake kila tunapomuomba, sawa na Waisraeli kuinua mikono yake juu walishinda. Na katika waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo, leo mtume Paulo anamuonya Timotheo ashike kweli zote za maandiko matakatifu, na nataka kusema leo kwamba chimbuko la sala zetu ni maongozi ya maandiko. Sasa tunapo sana kwenye jumuiya zetu ndogo ndogo za Kikristo, msingi wa ibada katika jumuiya ndogo ndogo ya Kikristo ni neno la Mungu, namna tunavyo litafakari, namna tunavyoshirikishana neno la Mungu neno hilo, jumuiya, jumuiya, na kwa njia hiyo neno hilo linatujenga kama jumuiya linatuimarisha kama jumuiya na linatuwezesha kukaa katika mazingira ya kusali kwa wakati wote. Nimwombe Mwenyezi Mungu mene, katika adhimisho hili mene, atujalie neema hii ya kuweza kuona umuhimu wa sala katika maisha muu, na daima tumwenee Mungu, tuzungumze naye, tumsikilize katika neno lake, tushiriki katika mafumbo yake makuu na hasa sakramenti zake katika Ekaristi Takatifu. Na tunapotambua kuwa ni neema ya utakaso kitu hiyo tuweze tu kupatanishwa naye na hivyo tuweze kuishi maisha ya uchaji nakacha. Sambamba na hilo ndugu zangu, kama nilivyosema leo Dominika ya Misioni. Tunapoongea kuhusu Dominika ya Misioni tunatafakari kuhusu kupeleka habari njema watu kwa ubatizo tumeambiwa, enendeni ulimwenguni kote mkayafanya mataifa kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na, na la Roho Mtakatifu na kuwafundisha yale yote niliyowafundisha. Ka ni wajibu wetu wa funsionari, na kanisa limetupa hiyo fursa, walao mara moja kwa mwaka kumshika baba mtakatifu mkono katika wajibu wake wa kitume wa kuona kwamba habari njema imeenea duniani kote kwa kujinyima, <coughs> kukatalia kile tulicho nacho na kukitoa kwa ukarimu, ili Baba Mtakatifu apokee yale, yani, tuliyochanga kwa ukarimu wetu, na hawezi kusambaza katika nchi za misioni, ili habari njema iweze kuwafikia watu wote. Kwayo leo inawaalika, ndugu zangu, katika sadaka zetu za leo Sadaka ya kwanza na sadaka ya pili takayoitoa leo, tusijibakize mtu, itoe bila kujibakiza, si kwa lengo la kumfurahisha mtu, bali kwa lengo la kumwonyesha Mungu kwamba tunayo nia thabiti. Mimi nina nia thabiti ya kuona kwamba habari njema imefikia mipaka yote ya dunia kwa mchango <coughs> unaotoa toa la <Hela> pili <kini, coughs> tulipokuwa kukiandalisha tu miaka sitini ya uenyereshaji katika jimbo letu, Baba Askofu Mkuu alizindua mfuko maalum kwa ajili ya kuona kwamba mipaka yote ya jimbo letu habari njema <coughs> sambamba na hilo <rahimu. coughs> Ile sinodi maalum ya maaskofu ambayo tulishirikishwa katika kukusanya zile habari zilizozipaswa, kurugenzi ya kichungaji ya dini iligundua kwamba malalamiko mengi ya Wakristo wenzetu, na hasa walioko nje ya maeneo ya mjini, hawapati misa kila wakati kama sisi sisi hapa Jumatatu mpaka Jumamosi tuna misa ngapi? Walau tatu. Jumatatu hmm? mpaka Jumamosi walau tuna misa ngapi? Na Dominika tuna misa ngapi? Tano sasa hivi; ni huko nyuma tulikuwa na tano, una nne, lakini kuna wenzetu wanapata Misa kwa kubahatisha mara moja kwa mwezi. Kwa ya hiyo malalamiko yao yakawa mapadri wako mbali, hatufikiri hatupati huduma sasa. Barane na kichungaji tufanye nini ili watu wale waweze kupata huduma ya karibu, wakapitisha uamuzi kwa baadhi ya vigango vifanywe kuwa misioni, na vitakapofanyika kuwa misioni, padri atakaa pale katikati na anaweza akafikia vigango vitano kwa karibu. Kwa kumbukumbu nilizo nazo, kwa mwaka huu wa fedha mfuko huo wa uinjilishaji ulikusanya shilingi milioni mia mbili na ushei lakini pia imetumia shilingi milioni milioni mia mbili na ushei kwa kujenga nyumba za ibada kujenga nyumba za mapato kutoa eh, fedha kwa ajili ya kununua vifaa, vyombo vya usafiri kwa makatekista wetu, lakini pia kununua nyenzo mbalimbali na vifaa vya ufikishaji kwa maana ya na, vitatu na, na, kwa hiyo mfuko huu unafanya kazi ya ujilishaji. Ninapoyaeleza haya ili tuweze kuona umuhimu pia wa kumshika Baba Askofu Mkuu mkono na kuona kwamba misioni nyingi zaidi zinaanzishwa ili habari njema iweze kufikia watu wote kwa karibu katika jamii yetu. Kwa maelezo haya basi, leo ninawaomba na kanisa linawaomba Baba Mtakatifu, maaskofu ma wa baraza la maaskofu ma Tanzania, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha pamoja na askofu wengine msaidizi na aka baraza zake na kichungaji, tunawaomba tunawaonba, kwa kipekee kila mmoja wetu leo asirie ameusi na anao wajibu wa kupeleka habari njema kwa watu wote, tuchangie Basi, sikiru, kwa tafakari hiyo basi, unaomba kila mmoja wetu asikie anaguzo waoa. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tusimame na tukiri imani yetu.